Pamoja na juhudi ambazo mheshimiwa rais amezifanya za filamu ya Royal Tour, na hapa tulipo ndani ya hifadhi ya taifa Serengeti kuna eneo mojawapo la Makoma ambalo mheshimiwa rais mwenyewe alifika, e, wazungu wanasema fizikali akafanya, uh, mojawapo ya, mojawapo ya eneo ambalo alifanyia filamu ya Royal Tour na filamu hiyo tunafahamu imetangazwa dunia nzima sasa imesaidia kuongeza, pamoja na juhudi zingine ambazo nitazitaja, ambazo zinachukuliwa zina, zina, zinafanywa na serikali, lakini kwa njia moja au nyingine tunaweza tukasema imesaidia kuongeza idadi ya watalii katika hifadhi yetu <coughs> ya taifa Serengeti. Kwa hili eneo lilichaguliwa kwa sababu ni sehemu ambayo ukisimama unauona uwanda mpana wa Serengeti. Kwa ukirejea kwenye ile filamu utaona Mheshimiwa Rais alivoshuka, alivyopanda pale kwenye kile kimlima, aliweza kuona uwanda mpana ambao upeo wa macho hauoni mwisho. Huo uwanda ni i ni watambalale na nyasi kama unavyouona hapa tulivyo, kutoka hapa Nabi. Sasa ukiwa pale Makoma, unapata hiyo Eh, hu, huyo view huo mwonekano ni mzuri sana. Kwa hiyo tulichagua pale kwa sababu panafikika kwa urahisi kwa gari. Mlima wake sio mrefu sana kama milima mingine, lakini na ni sehemu ambayo unaona ule uwanda mpana kwa nyuzi mia sitini tatu ukiwa umesimama eneo hilo la Makoma. Lakini pia sio mbali sana kutoka uwanja wa ndege, kwa hiyo ilikuwa rahisi kwa mheshimiwa rais rais ku, ku, ku, kusa, ku, kusafiri kutoka uwanja wa ndege kufika pale kwenye chokimlima Makoma.